Um, asante sana uh, Zablon na mtazamaji na hapa nitaongea nikijihadhari nisiwe kama mtetezi wa serikali. Tafadhali. Um, jambo ambalo lime limeelezewa katika hiyo mabadiliko yote umetaja hmm, ni kujaribu uh, hmm, ku address the, the, the, the problems zile ziko katika hiyo jambo But, Yani kwa mfano uh, hizo umetaja uh, sababu kuu ya kuzibadilisha ilikuwa uh, hii ni kitu tumekuwa nayo lakini imekuwa na matatizo hmm, lakini ndio maybe whether ilihitaji kubadilishwa jina ama kurekebishwa, hiyo sitaki kuongelelea, lakini uh, I think labda we umetembea Uh, kwa uh, wacha niseme unaweza tembea kwa kwa kwa hoteli ama kwa mali pana kwanga services mm. Na umeona wameandika jina lile lile, lakini wameandika under new management. Sasa hiyo under new management huwa ni mbinu ya wanabiashara kusema, ikiwa ulikuwa hapa unajua matatizo ya hii kitu kutoka zamani hiyo mm. tumerekebisha, walioko ni wapya lakini kuna wengine wanabadilishanga jina ili watoe hizo sifa mbaya hmm. Kwa hivyo mi nafikiri hiyo ndiyo labda karata ya serikali huwa inacheza, inataka kubadilisha, lakini inaona ikibaki ikiitwa hivyo hivyo watu watakaa wakiona vile vile. Hmm. Kwa hivyo uh, tofauti ile imekuwa ya Kemis na Nemis ni moja. Uh, Kemis imeleta ile inaitwa ECDE.